Mimi nimesikia kuna watu wanadharau wananchi wengine aidha kwa misingi yao ya dini au misingi ya mahali wamezaliwa. Hao viongozi tunawaambia waheshimu viongozi na wananchi wa Kenya, na wasidharau watu kwa sababu ya dini yao ama kwa sababu ya kabila lao. Mimi nimesikia ambao wanapinga ile sera ambayo tumeleta hapa ya kuleta usawa katika mambo ya procedure ile inatumiwa wakati watu wanatafuta vipande vitambulisho, birth certificate na passport. Wale ambao wanapingana na hiyo sera watuambie wanatumia lugha gani? Wanatumia sheria gani? Wanatumia kifungu gani ya sheria ya Kenya ama sheria ya kimataifa? Kwa sababu sisi ile sera tumeleta hapa ya kuleta usawa ili kila Mkenya apate passport, apate kipande. Hiyo ni sheria ya Kenya, ni katiba ya Kenya, ni haki za binadamu na ni sheria ya kimataifa. Wenye wanapinga wajue ya kwamba hiyo sera sio sera ya Kenya peke yake, ni sera ambayo iko na nguvu ya sheria ya nchi yetu na sheria za kimataifa.